Kwa nataka niwakumbushe ndugu zangu, moja kati ya vitu ambavyo tunatakiwa kuwa navyo makini sana ni uvunjifu wa amani. Amani ni kitu muhimu sana kwenye jamii yetu. Kama hakuna amani, maana yake hakuna ustawi wa ile jamii. Tunaleta maendeleo hapa, mheshimiwa Rais ameleta milioni 500 na ngapi, 584, ile pale lakini leo watu wambata kero, hamna kero ya maji, hamna kero ya umeme, hamna kero ya barabara, hamna kero ya shule, hamna kero ya elimu, hamna kero ya afya. Nimesikiliza watu ishirini na moja. Mwenyekiti, kwa dhati ya moyo wangu, nataka nikupongeze wewe na chama chako kwa usimamizi wa ilani, hakuna kero hapa. kwa hiyo hapa mama